Nataka tuwatazame Young Africans katika mchezo wa raundi ya pili mkondo wa kwanza dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi ambayo itakuwa nyumbani huku Young Africans wakitakiwa kusafiri mpaka katika mji wa Lilongwe kwa ajili ya kwenda kukabiliana na wenyeji wao siku ya Jumamosi. Sasa hapa nataka niweke bayana kikosi ambacho naamini Yanga wanaweza kukianzisha katika mchezo huo kulingana na jinsi ambavyo Silver Strikers wamekuwa kiperform katika michezo yao ya nyumbani. Silver Strikers hawana rekodi kubwa katika michuano ya kimataifa, lakini ni timu ambayo imekuwa na rekodi nzuri hasa wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wa Silver Stadium katika nchi yao mama ya Malawi. Sasa hapa nitakwenda na kikosi cha kwanza ambacho naamini Young Africans kitawapa nafasi kubwa zaidi ya kuanza na mguu mzuri katika mkondo huu wa kwanza katika mchezo utakaopigwa ugenini siku ya Jumamosi. Golini nitakwenda na Jigi Diara kama kawaida. Fullback wa kulia ni Israel Patrick Mwenda. Kushoto mimi binafsi ningeenda na Muhammad Hussein, nafikiri anaweza kuofa zaidi kwenda mbele. Kikosi ambacho nakipanga, nakipanga kutokana na sifa ambayo nimewaona nayo Silver Strikers wakiwa nyumbani. Hawana ukubwa kwenye hii michuano, lakini ni timu ambayo inaweza kuwa kwenye nafasi kubwa sana ya kufanya kitu nyumbani, kwa sababu ni timu ngumu kufungika wakiwa nyumbani. Kwa hiyo kikosi changu cha kwanza nitakipanga kwa sifa za wachezaji ambao watakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuathiri mchezo kwenda mbele. Kwa hiyo beki wangu wa kushoto atakuwa ni Mohamed Hussein Baka pamoja na Jobu katikati, kisha nitakwenda na Israel Patrick mwenda upande wa kulia katikati. Viungo wangu watatu nitakwenda na Azizi Andambwile kama kawaida, Mohamed Dumbia, mechi itamhusu hii, lakini nitakwenda na Mudathir Yahya. Kwa nini Mudathir Yahya? nahitaji kiungo ambaye atakuwa na uwezo wa kunusa hatari karibu na boksi kwa ajili ya kwenda kuleta ufanisi kwenye eneo la mwisho, pale ambapo Young Africans watakuwa wanashambulia. Eneo la mbele upande wa kushoto pako mzuzwa, hilo wala halihitaji mjadala, akiwa anapatikana ni lazima aanze. Eneo la namba tisa, binafsi nitakwenda na Boeli kiukweli, kwenye mchezo ambao unakwenda na kucheza na mpinzani ambaye ni mgumu sana kufungika, akiwa kwake ana rekodi nzuri, na hata katika hatua hii ya pili amefika kwa uimara wa namna ambavyo anacheza akiwa nyumbani. Kiukweli nahitaji mshambuliaji ambaye anaweza walau kuwa na ufanisi kwenye matumizi ya nafasi kwenye eneo la mwisho. Dube meshamuona kwa kiasi kikubwa kwenye mechi ambayo nahitaji nafasi zitumike dhidi ya mpinzani ambaye ni mzuri akiwa kwake. Binafsi mara hii na opt kwenda na boeli, na opt kwenda na boeli upande mwingine mmoja nitakwenda ni na Maxi mpia Nzengeli. Kwa hiyo Diara, Mwenda, Jobu, Baka, Mohamed Hussein, Andambwile, Dumbia, Mudathiri, Yahya, Pakome, Boyeli pamoja na Maxi Nzengeli. Nafikiri hicho ni kikosi ambacho Young Africans wakiweza kuenda nacho katika mchezo wa ugenini dhidi ya Silver Strikers Jumamosi, wanaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kurahisisha mchakato wao wa namna ambavyo watakuwa wanapata mabao katika uwanja wa ugenini. Sina shida kwenye namna ambavyo Young Africans wanazuia, lakini kutokana na rekodi ya Silver Strikers ya kuwa ni wazuri wakiwa kwao ndani ya kipindi cha takriban mwaka mmoja na miezi kumi iliyopita wamepoteza mchezo mmoja tu. Nafikiri ni wazi, nilitakiwa niende na kikosi ambacho kitaniongezea uwezekano wa kwenda kupata matokeo, na hao ndio wachezaji ambao unaamini wanaweza kwenda kuleta athari chanya katika mchezo wa Young Africans siku ya Jumamosi. Ukipenda video hii like, subscribe, na ushare kwa wengine, na ningependa pia kuona kwenye comment section, ni kikosi gani cha Yanga ambacho ungependa kukiona kinaanza katika mchezo muhimu wa mkondo wa kwanza wa CAF Ugenini dhidi ya Silver Strikers siku ya Jumamosi.